Ujumbe wa Kwaresma, tukiongozwa na neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya kumi na sita aya ya kumi na tatu inayosema simameni imara katika imani. Tukiendelea na imani kama fadhila ya kimungu, tunafundishwa kuwa imani ni fadhila ya kimungu ambayo kwayo tunamsadiki Mungu na kila kitu alichokisema na alichotufunulia na ambacho kanisa takatifu natukuka tukisadiki kwa sababu yeye ndiye ukweli wenyewe. Kwa imani mwanadamu jitoa nafsi yake yote kwa Mungu, na kwa sababu hiyo muamini utafuta kujua na kufanya mapenzi ya Mungu. Mwenye haki ataishi kwa imani, Warumi moja aya ya kumi na saba. Imani hai utenda kazi kwa upendo wa Galatia tano aya ya sita. Kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki, imani ya kweli inajidhihirisha katika namna kuu tatu: ya kwanza katika kuiungama, ya pili kuiadhimisha na ya tatu kuishuhudia. Tafsiri yake ni kwamba jizi jinsi zinavyosari ndivyo zinavyoamini na ndivyo zinavyoishi imani. Katika kuiungama kwa bila imani la usikubali kwa hiari ukweli wote ambao Mungu anaofunua. Ukweli huu hauwezi tu kubaki moyoni mwa mtu bali lazima kuwa tayari kukiri wazi kwa maneno yetu mbele ya wengine. Vinginevyo itakuwa ni vigumu kutambua fika kama mmoja anaamini katika nini, na hata kweli za imani zabaki zikiwa mfu katika maandishi. Ni katika kukiri kwa midomo yetu hadharani kile tunachokiamini, ndipo tutakapoweza kujipambanua kati ya wengi na kudhihirisha utambulisho wetu. Kwa upande wa Mkristo Katoliki, ipo kanuni ya imani ambayo ni ufupisho wa mafundisho msingi ya kanisa ambayo kila mwamini adimisho la ibada kwa Mungu, yaani katika liturjia. Liturjia ni kilele ambacho kwacho shughuli za kanisa zinaelekezwa na ni chemichemi ambamo nguvu yake yote hubujika kama vile. Ili kuweza kushiriki vizuri liturujia ya kanisa, kuna hitaji imani. Vivyo hivyo, ili kuweza kuishi vizuri maisha ya Kikristo, tunahitaji neema ya Mungu zitokanazo na liturujia mtakatifu. Yakobo katika barua yake anahimiza kuwa imani bila matendo imekufa, na haiwezi kuzaa matunda ya uzima wa milele Matendo unena zaidi kuliko maneno. Matendo huonyesha maana na urazima kwa maneno yaliyotamkwa. Kwa mfano, mtu anaposema kuwa Yesu Kristo ni Bwana, basi anapaswa kudhihirisha jambo hilo katika maisha yake ya kila siku. Imani ya kweli inabidi tuitazame kama mwanga, kwani maana tu mwanga wa imani unapozima, basi mianga mingine yote nayo hufifia. Mwanga wa imani ni wa pekee, kwani una uwezo wa kuangamiza kila kipengee cha maisha ya mwanadamu. Mwanga huu hutoka kwa Mungu mwenyewe. Imani tunayoipokea kama zawadi toka kwa Mungu huwa ni nuru katika njia yetu ya maisha, Papa Francis katika Lumen Fidei. Ndiyo maana hata maandiko matakatifu yanatuhimiza kuwa nuru, yaani tuishuhudie imani kwa maisha yetu ya kila siku. Ushuhuda wa kweli unatudai kuwa kuifahamu vema imani yetu na kuwa tayari kuitetea mbele ya watu wote.